Michezo, michezo. Kwanza kabisa naomba nichukue fursa hii ya kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya na uzima na sote kukutana hapa jioni hii kuja kufanya jambo moja muhimu la kuimarisha, kudumisha na kuienzi michezo. Najua wale watani wetu Simba wapo hapa, lakini unajiuliza hivyo, Mtanzania anakuwa Simba kweli? sababu timu ya wananchi ni eh, kama hiyo sasa, lakini ndo ndo michezo. Mwingine awe Simba, lakini unajiuliza ni Mtanzania huyu? eh, mwingine Yanga ndo mwananchi na mwenye nchi. Sasa tuko hapa leo katika kuja kuimarisha michezo, lakini naomba nichukue fursa hii adhimu kabisa kabisa ya kushukuru sana hospitali ya Muhimbili Mloganzila, hasa mkurugenzi mtendaji kaka yangu Janabi ambaye sasa anataka kutuwakilisha katika nyanja za juu. Sisi wa Tanzania tunakuwa tunapendana, na anapokuwa anawakilisha nyanja za juu, hawakilishi yeye, analiwakilisha taifa. Tuna kila sababu ya kumwombea dua kwa Mwenyezi Mungu. Mungu amjalie aweze kuiwakilisha Tanzania nje ya nchi nyanja za kimataifa, na mimi sina wasiwasi kwa jitihada inayofanywa na Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutaka kuhakikisha Tanzania inapeperushwa bendera nje ya nchi. Menaamini kaka yangu Daktari Janabi ameshashinda, na hasa maneno haya yakisemwa na mtu kama mimi. Jina langu naitwa Hasan na Amisafi, Naibu waziri wa afya, mkiangalia katika historia ya dini, Hasan na Huseni, mtagundua ni maana yake nini. Sasa dua ya Hasan, dua ya Huseni inakuwa haianguki chini, lazima inakuwa ni dua ya ushindi. Mimi sina wasiwasi, lazima Janabi atashinda. Nenda ukaangalia historia, nini maana ya Hasan na Huseni. Lakini mbili Nishukuru kwa kukaribishwa na kualikwa. Wako wengi mngeweza kualika, lakini mmeona mwalike diaspora naibu waziri wa afya Zanzibar, na hii ni mara yangu ya pili kuhudhuria hapa kama sikosei. Kwa sababu nini? Napenda michezo, napenda mashirikiano. Mimi naamini unity we stand and divide we fall. Michezo inaleta umoja, michezo inaleta amani michezo anaeta mshikamano. Lazima tucheze, lakini katika kucheza lazima kuna mshindi na mshindwa. Sasa wale watani wetu wanapokuwa wameshinda hujiona werevu, lakini wanasahau kama kuna kushindwa. Sasa leo hapa tunajua wazi kuna kushinda na kushindwa. Naona jamaa amevalia nyekundu na nini na nini sijui lakini, ndio hivyo, ndio michezo. Sasa jukumu kubwa uliozoleta hapa ni kuja kucheza eh? na tumtafute mshindi, na nishamjua lakini simsemi. Ngawaji, jina langu ni Hassan, mimi mtabiri, lakini simsemi. Hata mabao mangapi nishayajua, lakini siyasemi. Sasa, baada ya hayo machache naomba kazi yangu niliyoletewa hapa leo kuja kuzindua michezo sasa. Naomba nichukue fursa hii ya kutangaza rasmi kwamba mimi Hassana Misafi, Naibu Waziri wa Afya Zanzibar, naomba sasa niseme na nitamke leo michezo hii nimeizindua rasmi. Asanteni sana.